Kabla ya kuomba, hebu tuzungumze kuhusu mada ya sala ya leo: uponyaji. Ikiwa ni wewe unayekabiliwa na ugonjwa au ni mpendwa wako, maradhi yanaweza kuleta hofu, maumivu na hali ya kutokuwa na uhakika. Inaweza kuwa mzigo mkubwa, lakini tunaye Mungu mwenye upendo anayesikia kilio chetu na kuwa nasi katika kila wakati wa mateso. Leo hebu tutafute faraja yake, nguvu zake na uwezo wake wa kuponya tunapokabiliana na changamoto za ugonjwa. Magonjwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu, lakini bibilia inatukumbusha kwamba Mungu yupo nasi hata katika nyakati zetu za giza kabisa. katika Yakobo sura ya 5 mstari wa 14 hadi wa 15 inasema, mtu yeyote miongoni mwenu amekuwa hawezi nawaite wazee wa kanisa, nao wamwombee wa wakimpaka mafuta kwa jina la Bwana. Na kuomba kule kwa imani kutamwokoa mgonjwa, naye Bwana atamwinua. Mungu anaahidi kuwa nasi katika maumivu yetu, ya kutoa uponyaji kupitia sala, imani na uwepo wake wenye nguvu. Unapokuwa mgonjwa au unapokuwa na mtu unayempenda anateseka inaweza kuhisi kama ni mzigo mzito sana kuubeba, lakini fahamu hili: Mungu yupo nawe katika kila wakati wa mateso, akitoa faraja, amani na nguvu ya kuvumilia. Hata Yesu alipokuwa duniani aliwaponya wagonjwa, akituonyesha kwamba Mungu anajali sana ustawi wetu wa kimwili, kihisia na kiroho. Fikiria hali yako ya sasa, maumivu kutokuwa na uhakika, au hofu. Labda unajisikia upweke katika mateso yako, au labda unamjali mtu mwingine aliye mgonjwa. Chochote unachopitia, Mungu anakutazama. Fikirie mguso wa uponyaji wa Mungu ukikuzunguka, ukileta amani moyoni mwako na nguvu mwilini mwako. Hauko peke yako katika mapambano haya. Isaya sura ya hamsini na tatu mstari wa tano inatuambia bali aliyojeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Andiko hili linatuhakikishia kwamba Yesu alibeba mateso yetu kwa ajili ya uponyaji wetu wa kimwili, kihisia na kiroho. Unaweza kufanya nini leo? Leta ugonjwa wako au wapendwa wako mbele za Mungu katika sala. Omba kwa ajili ya uponyaji, lakini pia kwa nguvu za kuvumilia na kwa amani katika kipindi cha kusubiri. Fanya iwe mazoea kusoma maandiko ya uponyaji kila siku, kama vile Zaburi sura ya mia moja na tatu mstari wa pili hadi wa tatu: Mhimidini Bwana e nafsi yangu, wala usisahau wema wake wote; akusamehe maovu yako yote, akuponye magonjwa yako yote maneno haya yenye nguvu yatukumbushe uaminifu wa Mungu na uwezo wake. Tafuta msaada kutoka kwa familia yako na kanisa au marafiki wa kuwaamini kwa maombi ya msaada. Pamoja tunaweza kuinua imani zetu, tukiamini kwamba nguvu ya uponyaji ya Mungu inafanya kazi hata tunaposhindwa kuiona mara moja. Tunakuja mbele zako leo tukiwa na mioyo yenye imani katika uwezo wako wa kuponya bwana tunajua kwamba wewe ndiye tabibu mkuu na tunaamini kwamba unaweza kuleta urejesho na uponyaji kwa kila sehemu ya maisha yetu iwe mwilini akilini au rohoni neno lako linatukumbusha katika isaya 53:5 bali aliyejeruhiwa kwa makosa yetu alichubuliwa kwa maovu yetu adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake na kwa kupigwa kwake sisi tumepona tunakushukuru kwa dhabihu ya Yesu ambayo kupitia hiyo tunapata uponyaji na urejesho Baba tunajileta mbele zako tukiomba mguso wako wa uponyaji tunaamini ahadi yako kutoka Yeremia 30:17 kwa maana nitakurudishia afya yako nami nitakuponya jeraha zako asema Bwana tunadai ahadi hiyo juu ya maisha yetu leo tukijua kwamba wewe ni mwaminifu kuturudishia afya kamili, iwe tunakabiliana na magonjwa ya mwili, maumivu ya hisia au changamoto za akili, tunatumaini katika uwezo wako wa kuponya. Tunawaombea pia wapendwa wetu walio wagonjwa, tunaomba huruma na neema yako iwafunike. Bwana, uwatie nguvu katika udhaifu wao na uwape amani ipatayo akili zote tunaomba pia kwa wale wanaowahudumia madaktari wauguzi na walezi wote, uwape hekima na mwongozo. Neno lako katika Zaburi 123:2 linasema kama, macho ya watumwa yanavyotazama mkono wa bwana wao ndivyo macho yetu yanavyotazama Bwana Mungu wetu hata atakapoturehemu. tunaomba rehema zako na uponyaji wako uwe juu yao Baba tusaidie kuamini wakati wako na kuwa na subira tunaposubiria uponyaji tunashikilia ahadi yako katika isaya arobaini thelathini na moja bali wamtumaini yao bwana watapata nguvu mpya watapaa juu kwa mabawa kama tai watapiga mbio wala hawatachoka watakwenda kwa miguu wala hawatazimia utufanyie upya nguvu zetu bwana na utusaidie kuendelea katika imani tunaposubiri mguso wako wa uponyaji. Tunashukuru e Bwana kwa upendo wako usiokwama na huruma zako. Tunatumaini mapenzi yako makamilifu na utunzaji wako wa kimungu. Katika jina kuu la Yesu tunaomba amina. Alipatikana akifanya zinaa. Mwanamke aliondolewa kwa nguvu kutoka kitandani kwake na kutupwa chini mbele ya umati wa watu waliomcheka akiwa mtupu. Huku akitetemeka, alisimama kwenye kivuli cha hatima ya giza, alizungukwa na wanaume walioshika mawe, tayari kutekeleza adhabu ya kifo kama ilivyoanishwa katika sheria ya Musa. Hatima yake ilionekana kuwa imetiwa muhuri, lakini kisha kitu cha ajabu kilitokea. Yesu, ambaye alikuwa akisubiriwa na wote, alijikunja kwa utulivu na kuanza kuandika kwenye vumbi. Matendo yake yaliwashangaza wengi. Kwa nini hakujibu maswali papo hapo? Mafarisayo walikuwa wamesimama mbele yake wakimkazia macho wakiwa wamejaa shauku. Huu haukuwa tu wakati wa kufuata sheria, ilikuwa ni mtego ulioandaliwa kwa hila ili kumteka Yesu bila kujali atajibu vipi. Kama Yesu angesema mwacheni aende wangemgeuzia lawama za kukanusha sheria ya Musa, na hivyo kumpunguzia mamlaka na heshima yake mbele ya umati. Lakini kama angesema mpigeni kwa mawe, angejipinga mwenyewe, akisaliti ujumbe wake wa rehema na msamaha, na pia angekumbana na hasira za Warumi ambao wangeweza kuadhibu kwa kuvuka mipaka yao. Lakini nyuma ya hii changamoto kulikuwa na jambo la hatari zaidi, unafiki. Sheria ya Musa inasema wazi kuwa mwanaume na mwanamke waliokamatwa kwa uzinifu wanapaswa kutumikia adhabu. Lakini hapa anasimama mwanamke peke yake akiwa wazi mbele ya umati, mwanaume yuko wapi? Kwa nini naye hajatolewa mbele? Hii sio haki. Ni mtego ulioandaliwa kwa ustadi, uliojaa udanganyifu na udhibiti. Ukiwa ni vipimo viwili vya haki ambavyo vimejikita katika jamii kwa muda mrefu. Wakati Yesu akiendelea wa kuandika kwenye mavumbi, umati ulikaa kimya, huku wasiwasi ukitawala. Anaandika nini? Je, anafichua dhambi za wale wanaomshutumu, akionyesha unafiki wao? Au anaandika sheria yenyewe, akiwakumbusha hatia zao? Au pengine ni kitu kingine kabisa? Labda hakuna kitu, bali ni mbinu ya kupunguza mvutano na kutuliza hali. Hatimaye, baada ya kimya kirefu, anasimama Umati unakuwa kimya, kila mmoja akiwa na wasiwasi. Kwa utulivu na mamlaka, Yesu anasema maneno ambayo yatabadilisha kila kitu: yeyote asiye na dhambi na awe wa kwanza kutupa jiwe. Wakati huo kila kitu kiligeuka. Hali ya ukimya ilitawala, si kwa sababu Yesu aliwahukumu, bali kwa sababu dhamiri zao zilifichuliwa wazi. Kila mmoja alilazimika kukubaliana na hatia na unafiki wake mwenyewe mmoja baada ya mwingine, wakianza na mzee kuliko wote, wanaume wale wakaangusha mawe chini na kuondoka wakiwa wameinamishwa vichwa vyao chini kwa aibu. Kwa nini waliondoka? Je, ni kwa sababu Yesu alifichua dhambi zao za siri? Waliona unafiki uliokuwamo mioyoni mwao, au waliogopa kuhukumiwa kwa vipimo vile vile walivyotaka kutumia dhidi ya yule mwanamke? Yesu hakuruhusu uzinzi, lakini pia hakuhukumu yule mwanamke akamwangalia, na kusema wala mimi si hukumu, enenda wala usitende dhambi tena. Hili halikuwa tu somo la rehema, bali ujumbe wenye nguvu. Yesu alifichua unafiki wa Mafarisayo waliodai kushika sheria, ili hali wao wenyewe walikuwa na dhambi walizozificha. Alifunua upendeleo wa hukumu: ni mwanamke pekee aliyekuwa akiabidhiwa lakini yuko wapi yule mwanaume? Na pengine la kushangaza zaidi, Yesu aliwatetea wanawake wakati wengine waliwahukumu, aliwaona kuwa na thamani zaidi ya makosa yao. Lakini hapa kuna swali: Je, jambo kama hili linaendelea kutokea mpaka leo? Je, wanawake bado wanahukumiwa vikali zaidi kuliko wanaume katika masuala ya kidini au kitamaduni? Fikiria jinsi katika jamii wanawake wanavyoshutumiwa na kuonekana wametia aibu kwa matendo yao ambayo wanaume pia wanayafanya bila kuadhibiwa. Mfano mmoja mkubwa wa hili ni athari za video za ngono zinavyovuja. Pindi video kama hii inapotokea, mara nyingi ni mwanamke anayebeba lawama na aibu, huku mwanaume akiachwa bila lawama zozote kutoka kwa umma au hata hivyo, akishangiliwa. Hii inaonyesha unafiki mkubwa ambapo viwango vya hukumu havitumiki kwa usawa. Je, jamii ina ubaguzi wa maadili au unafiki? Hii inajitokeza kwa jinsi makosa fulani yanavyohukumiwa vikali. Wakati mwingine mara nyingi hutolewa visingizio au kupuuzwa kabisa. Kwa mfano, katika tamaduni nyingi linapokuja suala la uzinzi, wanawake wanashutumiwa vikali kwa matendo yao, wakati mwanaume anayehusika mara nyingi hupuuzwa. Lakini vipi kuhusu makosa mengine kama vile ufisadi, unyanyasaji wa madaraka au ulafi? Mara nyingi hupuuziwa mbali haya yote, hasa pale yanapotokea kutoka katika watu waliokuwepo kwenye nafasi za juu za madaraka au hadhi. Unafiki upo katika jinsi jamii inavyochagua dhambi ipi zinastahili adhabu, zipi hupuuziwa mbali au kupunguziwa ukubwa wa kosa. Basi nini tunajifunza kutokana na jibu la Yesu? Kuhusu udhalimu na unafiki. Yesu alipowaonyeshea wale waliomshtaki unafiki wao, alitufundisha kujitathmini na alionyesha huruma kwa wale waliotengwa. Ujumbe wake ulikuwa wazi. Unafiki haupaswi kupuuzwa mbali, na tunapaswa kuonyesha huruma kila wakati. Mfano wake unatuonyesha jinsi ya kupinga ubaguzi wa viwango, kukabiliana na unafiki kwa ujasiri, na kuhurumia wengine bila kujali makosa yao. Kama vile Yesu alivyomuona mwanamke zaidi ya dhambi yake. Je, sisi tunaweza kuona zaidi ya hukumu na kuona watu kama vile walivyo kweli? Bwana, tunakuja mbele zako kwa mioyo iliyonyenyekezwa. Kwa neema yako tunakushukuru, kwa huruma yako inayotuchukulia zaidi ya makosa yetu, kwa upendo unaotuonyesha hata tunaposhindwa, kama vile ulivyotoa msamaha kwa yule mwanamke aliyejikuta kwenye uzinzi, tusaidie kutambua kwamba sisi sote tunahitaji huruma yako. Tunaomba uifanye laini mioyo yetu Bwana, ili tuweze kuwaonea wengine huruma badala ya kuwahukumu. Tusaidie kuwaona wengine kama unavyoona wewe, wanastahili msamaha, wanastahili neema na upendo usio na kipimo, Bwana tufundishe kujitunza na kutambua unafiki katika maisha yetu, ili tuweze kutembea katika mwanga na upendo wako, tukionyesha huruma iliyotuonyesha sisi. Tuonyeshe daima kuwa wepesi kuachiliwa mayo yetu na kuwa na subira katika kutoa hukumu, tukikumbatia uzuri na ukombozi na nguvu inayopatikana katika msamaha wako kwa jina lako takatifu amina. Unahangaika na pesa? Unahisi kwamba haijalishi unavyohangaika bado huwezi kupata nafuu? Je, ningekuambia kuna silaha ya siri inayoweza kubadilisha kila kitu, haijalishi mshahara wako ni mdogo kiasi gani? Mamia na maelfu wamepata amani na mafanikio kwa kurejea kwenye mstari hii yenye nguvu ya Biblia mstari ambayo si maneno tu bali ni ahadi za Mungu mwenyewe. Kaa nami kwa sababu nitakushirikisha mstari nane ya Biblia inayobadilisha maisha. Mstari hii itakata wasiwasi wako wa kifedha na kukujaza tumaini na ujasiri. Sikiliza kwa makini mstari wa tano. Ni ahadi ambayo hutaki kuipuuza. Yesu alisema katika kitabu cha Mathayo sura ya sita kuanzia mstari wa 31 hadi 33. Basi msijali mkisema, tutakula nini au tutakunywa nini au tutavaa nini? Kwa maana mataifa ya ulimwengu huu hukimbilia mambo haya yote, lakini Baba yenu wa mbinguni anajua kwamba mnahitaji hayo yote. Lakini tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mambo haya yote mtapewa kwa nyongeza. Hii si wito wa kupuuza mahitaji yako, bali ni ukumbusho kwamba Mungu tayari anajua unachohitaji. Badala ya kufuatilia pesa kwa hofu, zingatia kumtafuta Mungu kwanza. Ukifanya hivyo, anaahidi kutunza yote mengine. Katika waraka wa Paulo kwa Wafilipi sura ya 4 mstari wa 19, tunaambiwa, na Mungu wangu atakutosheleza kila hitaji lako kulingana na utajiri wake katika utukufu kwa njia ya Kristo Yesu. Utoaji wa Mungu hauzuiliwi na hali au uchumi, bali hutoka katika utajiri wake usio na kipimo. Unapomtegemea unapata chanzo kisichoisha cha riziki. Katika kitabu cha Methali sura ya tatu kuanzia mstari wa tisa hadi kumi Biblia inasema, heshimu Bwana kwa mali zako na kwa mavuno ya kwanza ya kila mazao yako, basi magala yako yatajaa mazao na vyombo vyako vitajaa mvinyo mpya. Kama unapenda haya mazungumzo ya kiroho, usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa channel hii. Tuendelee kukua pamoja katika imani. Hata wakati fedha zinapokuwa chache, kutoa kwa mungu ni tendo la imani. Unapomheshimu Mungu na kile ulichonacho, hukubariki zaidi ya unavyotarajia. Yesu pia anataja kuhusu ndege katika kitabu cha Luka sura ya 12 kuanzia mstari wa 22 hadi 24, angalieni korongo hawaokoi wala hawavuni wala hawana gala wala magala, lakini Mungu huwalea na ninyi mna thamani zaidi ya ndege. Ikiwa Mungu anawatunza ndege ambao hawafanyi kazi wala kupanga chakula chao, basi ataangalia vipi kwa ajili yako? Mstari huu unatuhimiza kuacha wasiwasi na kumtegemea Mungu kwa riziki yake. Daudi anashuhudia katika kitabu cha Zaburi sura ya 37 mstari wa 25, nikiwa kijana na sasa nikiwa mzee, sijawahi kuona mtu mwenye haki ameachwa au watoto wake wakiomba mkate. Mungu ana rekodi ya uaminifu katika vizazi vingi. hakuwahi kuwaacha waliomtegemea. Wewe si tofauti katika waraka wa Waebrania sura ya 13 mstari wa 5 Biblia inasema, jihadharini, msipende pesa, waepuke tamaa na furahia kile ulicho nacho, kwa sababu Mungu amesema wa sitakuacha wala sitakuacha kamwe. Hata wakati pesa zinapokuwa chache, uwepo wa Mungu ni wa kudumu. Kuridhika kunatokana na kujua kwamba hupo peke yako, bila kujali hali yako ya kifedha. Mungu anatupa changamoto ya kumjaribu katika kitabu cha Malaki sura ya tatu mstari wa kumi. Lete kumi kamili katika hazina ili pawe na chakula nyumbani kwangu. Nijaribuni nanyi, asema Bwana Mwenyezi, na mtagundua kama sitafungua milango ya mbinguni na kumwaga baraka nyingi kiasi kwamba hapakuwa na nafasi ya kuzihifadhi. Huu ndio wakati mmoja ambapo Mungu anatupa nafasi ya kumjaribu. Tunapotoa kwa uaminifu anaahidi kutufungulia baraka za mbinguni. Mwishowe, katika waraka wa pili kwa Wakorintho sura ya 9 mstari wa 8 tunasoma, Mungu anaweza kuwabariki kwa wingi hata katika mambo yote wakati wote, muwe na kila kitu mnachohitaji mkizidi katika kila kazi njema. Mungu si tu anakutunza, bali anakubariki ili uwe baraka kwa wengine. Hata kama sasa unaishi kwa shida, Mungu anaweza kubadilisha hali hiyo. Mungu anaona mapambano yako na anasikia kilio chako cha moyo. Ana mpango wa kukuinua, kukuwezesha na kukutumia hata katikati ya dhoruba zako za kifedha. Nimejaribu njia zangu, zikanishinda zote. Sasa nimechoka kushika, ninakuja mikono wazi. Ninaacha yote mikononi mwako, mikononi mwako Bwana. Ninaacha hofu na kesho mikononi mwako Bwana. Nilitembea usiku mrefu, machozi yakawa rafiki, lakini sauti yako linipata ikaniambia acha nikuongoze. Nilipoinama ndipo uliponibeba, nilipoachilia ndipo ulifanya. Sasa sitakimbia tena, nitakaa chini ya mkono wako. Ninaacha yote mikononi mwa mikononi mwako. Hata njia ikipita bondeni, sitashika woga moyoni. Kwa maana wewe unatembea nami na hilo linanitosha. Sio kwa nguvu zangu tena, sio kwa akili zangu. Oh, leo nimejitoa kwako, na hapo ndipo napumzika.